Sasa kama kawaida ni asubuhi sasa, sasa hivi ni saa nne kama na dakika 30 hivi. Hii ni withdraw ambayo nimeifanya kutoka kwenye, ni akaunti yangu ya Maxpay ni shilingi elfu themanini na mbili eh, elfu themanini na mbili Hii hapa ni pesa ambayo nimepata leo na nime-withdraw. Yani kwanza, saa kumi na mbili mpaka nilipoamka sasa hivi, nimeangalia video nimetengeneza elfu themanini na mbili nime-withdraw, na nimetoka kwa wakala muda sio mrefu ada kwa sababu ukiingia huko utajifunza graphics, utafundishwa forex. Hivyo ni vitu ambavyo utafundishwa for free. Na elfu kumi na nne kwa una watch tu video za ads na matangazo unalipwa, sawa so, unalipwa video moja elfu tatu mpaka elfu kumi. Nne elfu mbili, elfu moja, kulingana na siku, kulingana na makampuni yanavyoleta video. So omba maelekezo, acha uoga. Mentor Davinci pesa hii